Umegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ukiomba na uwe na azma ya kumtafuta Mungu, Mungu atanena nawe. Ikiwa huhisi kwamba unasikia sauti ya Mungu, anza kusoma neno. Chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Hii inamaanisha kadri unavyosoma neno, utaanza kusikia sauti ya Mungu. Zaburi 27:4 inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo nilo nitakalo litafuta. Sasa neno kutafuta ni neno lenye nguvu sana. Linamaanisha kuwa na hamu sana, kufuata na kutafuta kwa nguvu zako zote. Unatafuta nini maishani mwako? Je, unamtafuta Mungu kwa shauku kubwa au uhusiano wako naye ni wajuju tu? Je, yeye ndiye kitu muhimu zaidi maishani mwako au ni kitu cha kando tu maishani mwako? Yeye ni kitu cha Jumapili asubuhi au yuko katika Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi yako, kisha Jumapili tena endelee kuwa katika Jumatatu, Jumanne na Jumatano yako? Je, unamshirikisha katika sehemu fulani peke yake za maisha yako au umemshirikisha katika maisha yako yote? Je, wewe humtolea pesa zako? Utamruhusu aharibu mpango yako ya kujiburudisha? Je, utamruhusu anene nawe kuhusu aina ya marafiki ulio nao? Je, jinsi ambavyo wewe huzungumza au jinsi unavyofikiria au pengine hata jinsi unavyovaa? Nafikiri tunahitaji kumshirikisha Mungu katika kila sehemu ya maisha yetu. Tunaweza kuwa na uhusiano wa ndani pamoja naye. Tunaweza kuwa na uhusiano wa ndani na Mungu. Natumai mnaelewa jinsi jambo hilo ni la kusisimua. Ikiwa ningeuliza kama ungependa kuwa na uhusiano wa karibu na mtu mashuhuri anayekuvutia, Ungesisimka sana. Mimi si mtu muhimu sana, lakini kuna watu wanaweza kupiga foleni kwa saa tatu ili nitie saini kwenye vitabu vyao. Siwezi kupiga foleni kwa saa tatu ili Joyce aitie saini kwenye kitabu changu. Pia siwezi kusimama kwenye foleni kwa saa mbili au tatu ili nipigwe picha na Joyce au nimsalimie kwa mkono. Lakini unapowasaidia watu, watakupenda na watataka kukutana na wewe. Ikiwa mtu atafanya hivyo kwa mwanadamu, basi tunapaswa kumfanyia Mungu nini? Kuna mtu yoyote amesimama kwenye foleni ya kingoja kuwa na muda na Mungu. Habari njema ni kwamba Mungu amekuja kuwa na ushirika wa karibu sana na sisi. Hata si lazima uende katika jengo fulani lililopambwa linaloitwa kanisa ili ukutane na Mungu. Anaishi ndani yako na unaweza kuwa naye wakati wowote, wakati wote, mahali popote na uzungumze naye kuhusu kitu chochote. Anataka uwe karibu zaidi na yeye. Lakini kifungu cha Zaburi 27 na vingine vingi kama hicho vinanithibitishia kwamba tunapokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, basi Mungu atatupigania vita vyetu, kwa sababu mstari unaofuata unasema, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Baada ya kumtafuta Mungu kwa dhati, kwa moyo wangu wote, basi kitu kimoja ninachotaka ni kumtafuta na kuishi katika uwepo wake, kisha kichwa changu kitainuliwa wapi? Juu ya adui zangu. Leo asubuhi tulisema kwamba tunapojua kwamba Mungu anatupenda tunakuwa zaidi ya washindi. Tunahitaji kuwa na ushirika na Mungu, tuenende katika upendo wake. Usiku wa leo nitawafunza ujumbe unaoitwa Vita ni vya Bwana kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa ishirini. Basi hebu tuende katika Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa ishirini. Nina hakika sisi sote hapa usiku wa leo tungependa kutoka hapa tukiamini na shukuru Mungu, si lazima nipigane vita hivyo tena. Mungu atanipigania, naweza kupumzika na nifurahie maisha yangu, yeye ya ya akiendelea kunipigania. Hebu nisikie men Tutaanza na mstari wa kwanza, na katika mafunzo haya yote tutaenda mpaka mstari wa 27 na hapo ndipo tutasalia kwa sehemu kubwa ya jioni ya leo. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Unajua, mara nyingi katika Agano la Kale adui waliitwa wana, na sisi pia tuna aina ya wana ambao ni adui zetu. Huenda usiku wa leo wana wako ni wana umaskini, ambao ndio wanaokukabili. Wana magonjwa, wana watu wabaya, wana maisha yako ya zamani, wana majirani wabaya, wana wakubwa kazini, wana kuchanganyikiwa, wana upweke na mengineyo na mengineyo. Tunapokuwa na tatizo, tunapaswa kufanya nini? Hebu tujifunze usiku wa leo hadithi hii ya kupendeza sana katika Mambo Nyakati wa pili, inaweza kutufunza mengi. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako, watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama, wako katika... sijui huko ni wapi, ndiyo Engedi. Hivyo ndivyo mimi hufanya, sita yatamka vibaya, nitasema tu ndilo hilo hapo. <laughs> Jamani, baadhi ya majina haya basi. Alikuwa anakabiliwa na hao watu wote, aliletewa ripoti Yehoshafati akaogopa. Kawaida kabisa hicho ndicho kitu cha kwanza kinachotuingia tunapopokea habari mbaya. Hebu nisikie Amen. Amen. Eti kwa sababu na hofu, hisia ya hofu hiyo, imaanishi tunapaswa kutawaliwa na hofu na tuishi kwa hofu. Hofu ni hisia lakini hupaswi kuacha ikudhibiti. Ni roho inayoleta hisia na haitoki kwa Mungu. Hofu itakufanya ushindwe kupiga hatua mbele au ikufanye urudi nyuma, itakuzuia kuendelea mbele, na Mungu anataka daima tuweke macho yetu kwake na daima tuendelee mbele. Hata kama tutaendelea mbele tukiwa na hofu, huo ni ujumbe mwingine kabisa, lakini kumbuka, hisia ya kuwa hofu ni kitu cha kawaida tu, sote huwa na hofu, lakini eti kwa sababu unahisi hofu, hiyo haimaanishi unapaswa kudhihirisha woga. Unaweza kuhisi hofu lakini ukose kuonyesha uoga. Nataka mwelewe hii, unaweza kuhisi hofu lakini usidhihirishe hofu yako. Unaweza kuhisi hofu na bado uchukue hatua za imani, lakini unapaswa kukabiliana na hofu yako. Ni sharti ufanye jambo kuihusu, na Yehoshafati alifanya kile kilicho sahihi. Yehoshafati akaogopa, na kitu alichofanya, jamani, tukiweza kujifunza hiki, tutapata ushindi akawelekeza uso wake kwa azma kubwa kama hitaji la uhai wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika yuda yote. Hakukimbia kuwatafuta rafiki zake, aliutafuta uso wa Bwana kwa azma yote. Alifanya uamuzi wa kumtafuta Bwana na kwambia, ufanye uamuzi usiku wa leo. Kufanya uamuzi ni kitu kizuri sana. Katika Wakolosai tatu, Bibilia inasema fanya uamuzi na usiubadilishe. Hii inamaanisha unaweza kuamua mapema kile utakachofanya utakapokabiliwa na hali fulani, na tayari utakuwa umejitayarisha kuchukua hatua sahihi. Hivi karibuni nilimwambia mume wangu, nilisema Dev, unaweza kuhisi vipi? Kwa sababu anapenda sana michezo na ufurahia sana kucheza gofu. Nilisema uta, utahisi vipi ikiwa utafikia mahali ambapo hutaweza kucheza gofu tena? Hebu sikilizeni kile alichosema. Nina mume mwenye hekima Alisema tayari nimeshaamua kwamba nikifikia hali hiyo sitaacha, si nitatize sasa. Unajua watu wengine wanaweza kufanya nini? Tayari wangekuwa wameamua akilini mwao, oh, sijui nitafanya nini nikifikia, sijui jamani, maisha yangu hayatakuwa ya kusisimua, maisha yangu yatakuwa mabaya sana. <laughs> Hapana, unaweza kufanya uamuzi kwamba utakapokabiliwa na tatizo utakuwa mtulivu na imara na hata kama utahisi hofu hutakubali kusukuma na hisia zako, na kitu cha kwanza utakachofanya kukabiliana na tatizo hilo ni kwamba utafanya uamuzi wa kumtafuta Mungu na usikie kile atakachosema kuhusiana na tatizo hilo. Hebu nisikie amen. Hatuhitaji kuogopa matatizo, Mungu yuko upande wetu. Nimesema hatuhitaji kuogopa matatizo, Mungu yuko upande wetu. Nitasema tena kile nilichosema kwa sababu huenda kitakuwa wazo mpya na nataka mwelewe hii. Unaweza kufanya uamuzi mapema kuhusiana na hali yoyote. Watu huja kwangu kila wakati kuhusu swala la watoto kuondoka nyumbani. Baada ya mwaka mmoja, watoto wangu wote watakuwa wameondoka. Unaweza kunipa ushauri wa aina gani? Jifurahishe, nyumba yote itakuwa imetulia. Furahi. Nenda madukani, ununue vitu, tumie pesa zako wewe mwenyewe. Hupasi kuacha mambo kama hayo ya kufadhaisha? Fanya uamuzi huu. Utakuwa msimu mpya maishani mwangu, utakuwa msimu ambao nitaufurahia. Na shetani atakuwa amesimama kando yako akisema, basi. Hivi ndivyo yeye huzungumza: utachanganyikiwa watoto wako watakapoondoka, umewapa maisha yako yote na sasa wanaondoka, mjini, mmoja anaolewa, mmoja anaenda chuo kikuu, na yamkini watakusahau kabisa, na sasa utakuwa tu hapa na maisha yako yatakuwa yamekwisha kabisa. Hapo ndipo napaswa kusema, Shetani, wewe ni mwongo. Huu utakuwa msimu mpya kwangu, utakuwa ni wakusisimua Unaweza kufanya uamuzi wowote ule. Unaweza kufanya uamuzi wa ushindi, unaweza kufanya uamuzi wa kushindwa. Usiku wa leo, nataka ufanye uamuzi, na hata unaweza hii ni sehemu ya muda unaokutana na Mungu. Hivi ni vitu vizuri vya kufanya unapokutana na Mungu. Kiri mambo, yataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Tengeneza orodha ikiwezekana mimi na Dave huweka orodha ya mambo tunayokiri, watu tunawaombea, vitu tunavyotaka Mungu atutendee. Basi wacha mojawapo ya mambo unayokiri liwe, nimefanya uamuzi kwamba kila ninapokabiliwa na matatizo, kila ninapokabiliwa na adui, sitapiga magoti mbele ya hofu. Bali kitu cha kwanza nitakachofanya dhidi ya matatizo hayo ni kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu daima huwa na suluhu kwetu katika kila hali tunayojipata, ikiwa tutataka kujua suluhu hiyo ni nini. Uamuzi. Amen. Amen. Fanya uamuzi na usiubadilishe, akifanya uamuzi kama hitaji la uhai uhai wake. Napenda hiyo uhai wake. Ukienda hospitali, kitu cha kwanza utakachochunguza ni ishara za uhai wako, ili wahakikishe haukaribii kufa uchunguzi wa uhai ni kitu muhimu sana, na napenda kwamba Biblia amplified inatumia neno hilo linaloashiria uhai mara kwa mara kuonyesha kwamba tunapaswa kumtafuta Mungu kama hitaji la uhai wetu. Tunafahamu kwamba hatuwezi kusuluhisha matatizo yetu tusiposikia sauti ya Mungu. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana, wakimtafuta kwa ari kubwa. Hawakusema tu Mungu tusaidie, walimtafuta kwa dhati. Walikuwa na ari kubwa mno, walijitolea kwa ari kubwa kumtafuta Mungu. Nakumbuka wakati mtu fulani aliumiza hisia zangu sana, na nilijua kwamba nilipaswa kumsamehe. Nafahamu neno ya kutosha na na uzoefu wa kutosha kujua kwamba ukikataa kusamehe, kutosamehe kwako kwa kwa kutakuwa sumu maishani mwako kutakufanya ufadhaike, ni kama kuwa ndani ya gereza u ukiwa na kisasi na mtu, hali hiyo itakuwa kama mateso kwako. Wangapi kati yenu anakubaliana na hilo kwamba itakuwa kama mateso kwako? Na haita kufaidi chochote kujaribu kulipiza kisasi. Mungu ndiye mlipizaji wetu, na tukimtumainia atarekebisha chochote kilichokibaya maishani mwetu, lakini wakati mwingine inachukua muda mrefu zaidi kinyume na tunavyotaka. Kile Mungu anataka tufanye ni kuwaombea watu Kuwaombea ili wabarikiwe, kuwaombea kwamba wabarikiwe kwa kupewa ufunuo, waombee kwamba Mungu atanena nao na awaonyeshe makosa yao ni nini. Muulize Mungu akuonyeshe kama ulifanya makosa, kwa sababu mara nyingi huwa tunaona tu makosa ya watu wengine. Hatuhitaji kuomba tu, bali pia tunahitaji kusamehe, na tunaanza kwa kufanya uamuzi wa kusamehe, kisha tunakataa kusema mabaya kuhusu mtu aliyetukosea, tunamuombea na baada ya muda mfupi Mungu ataponya hisia zetu. Basi nilikuwa na hasira na nilijua nilihitaji kusamehe lakini niliona sitaweza, na niko hapa kukwambia kwamba Mungu atakupatia uwezo wa kufanya chochote anachokwambia ufanye, ikiwa utaenda kwake na ukae mpaka ujue kwamba unaweza kufanya jambo hilo. Basi nilienda chumbani kwangu katika nyumba tuliyokuwa nayo wakati huo, hatuishi hapo tena, na nakumbuka nilichukua Biblia yangu na nikaketi sakafuni na nikasema, Mungu, jioni ya leo sitasalia na hasira. Nafikiri nilikuwa na hasira na, na Devi kwa sababu nafikiri ilikuwa alikuwa ndani ya nyumba, na kwa hivyo kama ningetoka nyumbani, ilinibidi nirekebishe mtazamo wangu, kwa sababu angeweza kuona mara moja kama nina hasira, na sikutaka kushinda chumbani kwangu siku nzima. Kwa hivyo ilinibidi nipate suluhu. Kwa hivyo niliketi sakafuni na nikasema, siondoki hapa, siondoki hapa mpaka unipe neema ninayohitaji kutoka hapa na niende kuzungumza naye, siondoki hapa. Unachopaswa kufanya ni kwanza kusoma baadhi ya maandiko kuhusu hasira na maandiko kuhusu msamaha. Jamani, sasa kuna nguvu ndani ya neno ambayo itakuweka huru. <laughs> Tukichukua hatua sahihi, hatutazongwa na hisia za fadhali. Lakini sisi ufanya nini? Tunachukua simu na tunampigia mtu fulani na tunamwambia jinsi tulivyo na hasira kisha tunawaambia watu wengine watatu au wanne, kisha tunatafakari jambo hilo mara kwa mara akilini mwetu, kisha tunafurahia sana kusikia kila kitu ambacho shetani atatuambia. Unajua, hii si mara ya kwanza amekufanyia hivi, na unajua, ukimsamehe, basi atafikiri utamwachia tu na ataendelea kufanya hivyo tena na tena na tena na tena. Umesema ukweli, sasa nimekasirika sana na sitamsamehe kamwe, hata iweje, sitamsamehe. Unahitaji kujifunza kumjibu shetani. Amen. Wangapi katini mnafikiri kwamba wakati mwingine kitu kama hiki huenda kinang'inia karibu na wewe? Oh, anaonekana mwenye huzuni sana. Nilifanya uamuzi kwamba sitaondoka mpaka Mungu anipe uwezo wa kuenda na kuchukua hatua sahihi. Sikuwa namtafuta Mungu kidogo tu. Sikusema Mungu, nisaidie niweze kusamehe. Nilikuwa na shauku kubwa, nilikuwa na azma kubwa ilikuwa kama hitaji la uhai kwangu, na utapata suluhu ukifanya hivyo. Kuna mtu ananisikia usiku wa leo basi. Mungu hunena nasi kwa njia gani ikiwa tutamtafuta Mungu? Ni vipi tunaweza kujua kama amesema kitu? Basi kitu cha kwanza, huenda akakupa kipawa cha imani ili uweze kupitia hali fulani. Sidhani tunafahamu ni mara ngapi Mungu hutenda jambo maishani mwetu kwa kutupatia tu kipawa cha roho kinachoitwa imani, ambayo hutuwezesha kuangalia hali fulani na kusema, naweza kushinda hali hii, naweza kufanya hii. Unajua, mimi na Dave tuna kipawa cha imani kuhusiana na huduma hii. Kama ningewaambia ni pesa ngapi tunahitaji kila mwezi kulipia gharama za huduma hii, nyinyi mtabaki vinywa wazi. Na unajua nini, hilo alitutatizi kabisa kwa sababu tuna kipawa cha imani. Hakuna shida, hakuna tatizo. Tunafanya kazi hii kwa sababu tunaamini Mungu anataka tuifanye. Kama hatataka tuendelee nayo na pesa zipotee, nitaenda kucheza na wajukuu wangu. Hupasi kung'ang'ana ukijaribu kutimiza kitu fulani maishani mwako, kwa sababu ikiwa ni kitu ambacho Mungu anataka ukitimize na ufanye sehemu yako kwa uaminifu, Mungu daima atafanya sehemu yako. Amen na kuna sehemu nyingi za maisha yenu ambapo mna kipawa cha imani, lakini hamjatambua mna kipawa cha imani maishani mwenu. Mungu amefanya kitu fulani kikawa rahisi sana kwako, ilhali kwa mtu mwingine kinaonekana hakiwezekani. Huwa naona hali zinazowakabili watu. Kuna mtu sasa hivi ambaye anapitia hali ngumu sana kwa ajili ya mmoja wa watoto wake, na ni kitu cha kushangaza ukiona neema iliyo maishani mwa mwanamke huyo, ana neema nyingi sana. Yaani ana furaha, ana amani. Huwa anasema najua ni uamuzi wa mtoto huyo, naamini Mungu atashughulikia jambo hilo, na kama mtoto huyo hatasikia sauti ya Mungu basi hata nisikiliza, hata mimi na unajua, haina haja jambo hilo linitatize maisha yangu yote, huwa anasema. Hiyo ni neema ya Mungu. Unapomtafuta Mungu, mojawapo ya njia ambayo Mungu hunena nawe na utajua kwamba umesikia sauti yake ni akikosa kukuweka huru kutokana na hali fulani, atakupatia kipawa cha imani, cha imani kukusaidia kupitia hali hiyo. Amen. Na wengi wenu mnapitia hali fulani wakati huu na Mungu anawapa kipawa cha kupitia hali hizo. Watu daima huniambia sijui wewe ufaulu vipi katika kazi yako, na huwa naangalia watu wengine na nasema sijui nyinyi ufaulu vipi katika kazi yenu. <laughs> Mungu hutuwezesha. Amani itakuja unapomtafuta Mungu kuhusiana na kile unachopaswa kufanya na kile usichopaswa kufanya. Fuata amani. Usifanye vitu ambavyo huna amani navyo. Mungu anaweza kupanga ukutane na mtu ambaye anaweza kukupatia kile unachohitaji au akufungulie mlango unaofaa. Huwa anapenda Mungu akipanga mikutano kama hiyo, ambapo unakutana na mtu anayefaa wakati unaofaa ambaye ana uwezo wa kufungua mlango unaofaa. Na hiyo ni kazi ya Mungu. Ulimtafuta Mungu akaleta suluhu. Kadri tunavyoomba hatua zetu zinapangwa na Bwana. Pengine tunakusudia kwenda upande wa kulia na ghafla kwa sababu fulani tunaamua kwenda upande wa kushoto na Mungu anatuokoa kutokana na kuchukua mwelekeo ambao ungetusababishia matatizo mengi maishani mwetu. Naamini mara nyingi tunapoomba, tunaongozwa na Mungu na hata hatujui kwamba tunaongozwa na Mungu. Nafikiri tumezoea mambo ya kiroho kiasi kwamba yamekuwa ya kawaida kwetu, na hata hatujui ni nini kinaendelea. Hivi majuzi nilikuwa namnungunikia Bwana nikisema, mbona hufanyi yale mambo ya kusisimua uliokuwa ukifanya nilipoanza kutembea na wewe hapo mwanzoni? Ilikuwa kana kwamba unajua, mambo yasiyo ya kawaida yalikuwa yanatendeka hapo mwanzoni, na nakumbuka kabisa kile ambacho Mungu alinena moyoni mwangu, Joyce, nafanya mambo yale yale niliyofanya hapo zamani, ni vile umeyazoea Kuna yeyote hapa anakumbuka wakati ambapo unaamini kabisa kwamba Mungu alikunenea wewe binafsi? Yeyote anaweza kuamini, anaweza kukumbuka hiyo? Si kilikuwa ni kitu cha kusisimua sana? Basi unajua, hiyo hutokea maishani mwako kila wakati ikiwa unaomba na kumtafuta Mungu. Naweza kukwambia kwamba Mungu anaongoza hatua zako, anafanya mipango kwa ajili yako, anakupa kibali na Mungu atakushughulikia, anakushughulikia katika kila hatua yako. Unaweza kukabiliwa na hali itakayokulazimu kuchagua kufanya jambo moja au lingine. Wakati mwingine Mungu hutuongoza kupitia hali zetu. Nikijipata katika hali ambayo naona sina la kufanya kabisa, basi naweza kusema lazima Mungu anataka mambo yawe hivyo, lazima njia hiyo ndiyo Mungu anataka kutumia kushughulikia hali hii. Nilikuwa sikujua mpaka nilipojaribu kurudi nchini india tena kwa sababu nimeenda huko mara kumi na mbili ndani ya kipindi cha miaka ishirini tuna ofisi kubwa huko na wafanyikazi takriban mia mbili huko india kwa hivyo tumewekeza sana katika nchi hiyo maridadi na katika watu hawa wa kupendeza na tulipoanza harakati ya kutafuta viza yangu tuligundua kwamba nilikuwa nimewekwa katika orodha ya watu waliopigwa marufuku kuingia nchini humo hiyo ni baada ya mkutano wetu mjini Kalkuta mwaka uliopita. Na unajua ni kitu cha kujivunia <laughs> nilimwambia jamaa mmoja mambo haya na akasema dada hoye, <laughs> unapopigwa marufuku kuingia katika nchi nzima kwa ajili ya kuhubiri Injili na wewe ni mwanamke tu kutoka mji wa Fenton, hiyo si mbaya. Kwa hivyo, lakini tulijua kwamba ikiwa Mungu alitaka niende huko, basi atatupatia kibali. Kwa hivyo, watu tofauti walitusaidia yaani, hata mjukuu wa Gandhi alikuwa akitushughulikia, na jina langu likaondolewa kutoka orodha hiyo. Basi hatimaye nilipata viza, na safari hii tuliporudi huko, baada ya hayo yote, bado ilinichukua saa mbili na nusu kupita mikononi mwa afisa wa uhamiaji. Bado kulikuwa na pingamizi, nilikuwa na viza ya aina ya kipekee, kwa hivyo walisema hatutakubali visa hii. Ilikuwa Jumamosi na hawakuweza kupata maofisa sahihi. Basi tukaketi hapo kwa saa mbili na nusu, na maofisa walikuwa wanakimbia huku na huko, huku na huko, huku na huko. Na unajua nini? Nilisalia mtulivu tu, nilifikiri, unajua nini, ikiwa Mungu anataka niwe hapa, atanifungulia mlango. Kama hataki, nitaingia ndege na nirudi nyumbani. Pengine unasema unataka kusema huko unakemea mapepo. Mnataka niwaambie jinsi ninavyofikiri tunampinga Shetani? Niliendelea kuweka mguu moja mbele ya nyingine Nafikiri njia bora zaidi ya kumpinga shetani ni kusema sitakata tamaa wala sitakufa moyo, sitakata tamaa wala sitakufa moyo. Niliishi miaka mingi nikipigia mapepo kelele, lakini bado nilikuwa na matatizo, na nimejifunza kwamba Mungu atatupigania vita vyetu ikiwa tutafanya mambo fulani. Mojawapo ya vitu hivyo ni kumtafuta Mungu. Kitu kingine ni kukataa kukata, kukata tamaa. Ila kama Mungu amefunga mlango huo kabisa kiasi kwamba unajua hataki ufanye jambo fulani na ikiwa hali ni hiyo basi, Mungu ana mpango mwingine kwako. Mlango mmoja ukifungwa, mwingine utafunguka. Amen? Pengine wakati huko katika hali fulani maishani mwako ambapo unahisi kana kwamba milango inafungika, basi unajua nini, hupasi kufadhaika kwa ajili ya hiyo, kwa sababu Mungu anapofanya kitu kimoja na kikamilishe, kitu atakachofanya baadaye daima kitakuwa kizuri zaidi kushinda kile cha kwanza. Kitu ambacho Mungu atafanya baadaye maishani mwako daima kitakuwa kizuri zaidi kushinda kile cha kwanza. Wacha kuzungumza kuhusu zile siku nzuri za zamani. Kuna siku nzuri zinazokuja maishani mwako. Mungu hunena nasi kupitia kutuwezesha kujua, kupitia kile tunachoita sauti ya ndani, sauti ndogo tulivu. Yeye hunena kupitia hekima. Ukiomba na uwe na azma ya kumtafuta Mungu, Mungu atanena nawe. Ikiwa huhisi kwamba unasikia sauti ya Mungu, anza kusoma neno. Chanzo cha imani ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Hiyo inamaanisha kadri unavyosoma neno, utaanza kusikia sauti ya Mungu. Utamsikia kupitia neno lake, utamsikia kupitia roho wake, utamsikia kupitia hekima. Mungu atakuongoza na kukuelekeza. Nisikilizeni, hii ni sehemu ya faida uliyo nayo kama mtu anaweza kuwa na ushirika wa ndani na wa karibu na Mungu, hupasi kuishi gizani huku ukihisi kana kwamba kamwe hujui kile unachopaswa kufanya. Mungu atakuongoza na kukuelekeza. Nazungumza na wewe, si na mtu mwingine. Mungu atakuongoza na kukuelekeza, lakini ni sharti umheshimu kwa kwenda kwake kwanza unapohitaji majibu kwa maswali uliyo nayo. Usimtafute mtu mwingine yeyote kabla hujamtafuta Mungu. Akikwambia uende mahali pengine, basi nenda na atakupa kibali. Lakini usifanye chochote kabla hujamtafuta Mungu kwanza.